Kauli hiyo imetolewa na Kamanda wa Polisi Mkoa wa Geita kamishna msaidizi mwandamizi wa Polisi Safia Jongo wakati akizungumza na wakazi wa Kata ya Katoro wilayani Geita ikiwa ni mwendelezo wa kampeni ya Elimu ya Polisi Jamii inayofadhiliwa na Mgodi wa GGML. Tumeshindwa kuwapa maadili mema watoto wetu. Nimeona nije niseme na watu wenzangu wa Katoro. Inaniuma sana, kwa sababu mimi ni mzururaji Nifanye doria kwa hiyo nikitembea huku usiku nakutana na watoto wengi inaniuma. Wazazi nasema, jamani hii yani huku ni maisha ya aina gani? Lazima tuwakague watoto wa kiume, tupige tuapisa ushoga, tupige mapenzi jinsia moja kwa hali na mali. Tukakubaliana kwamba mapenzi jinsia moja mara nyingi mtoto anaanza nayo akiwa mtoto mdogo, anakuja kuwa mtu mzima, anajua ni tabia au mwenendo wa kawaida, kumbe aliharibiwa akiwa mtoto mdogo. Baadhi ya wakazi wa kata hiyo wamepongeza hatua ya wa jeshi la polisi kuanzisha oparesheni hiyo itakayokuwa msaada kwa watoto hao. Nadhani hili ambalo limefanywa litakuwa ni fundisho moja wapo kwa sababu watoto kwa hapa kwa kweli, kuanzia kwenye masaa haya ya, ya, ya, ya saa moja mtoto anaona kama jua ndio limetoka. Jukumu hili ni la kwetu sote wazazi, inatakiwa sisi kama wazazi tujizatiti nini, namna tukae chini tukae ili tutambue watoto wetu tunawaleaje.